Hello? Hello? Mambo? Safi, naongea na nani? Naongea na, na Alima. Alima, Alima, Alima, Alima wapi? Uko Madale. Ah, uko Madale. Yeah. Okay, nambia Alima. Alima, unanifahamu? Sikufahamu. Nimechukua namba yako TikTok. Ah, okay <laughs> Sawa, si si okay. Si okay. Twende kwenye pointi basi. Mimi mwenzangu nimekuelewa. Ah, uh, yani kwamba umenielewa kivipi yani? Natamani kuwa na mahusiano na, na... <laughs> God have mercy no upon us. Ipo serious? Yeah, ni serious. Maana nimekuelewa kweli. Okay, sio kesi. Sikiliza. Mimi nitakuwa tayari lakini kuna mtihani kidogo hapa, naomba nikupe. Endapo kama utashinda, basi tunaweza tukaanzisha safari yetu ya mahusiano mimi na wewe. Nikishindwa, hmm, nikishinda. Ah uh, na bila shaka sidhani kama unaweza ukashindwa kwa sababu ni issue simple tu. Naomba utamke neno kichwa cha twiga mara tano haraka haraka. mayo pasta ka filahi